Enyewe unajua, mimi kama ni rahisi <laughs> lakini kuna kitu kimoja ambacho nataka nikwambie. Unajua kama amekuja kwenye mizigo miti, najua hilo alimeiona, nimeshuhudia kabisa kwa macho yangu mawili kabisa. Aya, sasa kama unajua, ni vizuri kwamba tumeonana hapa mm -hmm, lakini kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka nikwambie kwamba kama hawa ajili tayari wameshafika, ni lazima mimi na wewe tujipigie mapasi mapema, sijui umenielewa. <coughs> ili hao wengine watakokuja wakihitaji kuja kukamata sisi tu, <coughs> tayari tushapita. Yani mimi nikwambie tu ndugu yangu, limeisha tena limeisha kabisa. Na katika yani, wale wawili, itabidi tuja wale na, na katika kugawana huku sasa, sasa mimi nikupe nafasi ya kuchagua kati ya yule ambaye kidogo mwenye mwenye manyama au yule ambabambaundo umemchagulia mosio ila sawa, ina shida karibiki kitu hicho hata uh, mimi pia nahitaji, lakini tatizo kubwa kwamba nimepewa masharti h mm. Masharti gani? Masharti, uh. Mi nahisi sasa muda umekaribia wa kuweza kuonana na zasa, karibia, wale mzee

Natamani nisikwambie, lakini ni bora nikwambie, kwa sababu sisi sote ni wa familia moja, hakika kabisa. Uh, mimi ni mambwa, nitafute tundu la tatu <coughs> na tundu hilo lazima niione na niishungulie mimi mwenyewe. Kwa hiyo sasa, ni kitu ambacho ndio kinachonipa shida sana <coughs> mi nikwambie, pole kwa sababu kitu kimoja tu, wewe unaweza kuona ni sharti gumu, lakini sharti jepesi sana hilo, tena ni jepesi. Sasa ili mimi kukusaidia wewe, hii kazi kama wewe huiwezi, mimi nitaifanya, tena nitaifanya bila ya wasiwasi kabisa. Nilewa vizuri, ntafurahi sana Ilo ndo ashaka kabisa. Sasa kitu kimoja, unajua hapa sasa hivi muda tayari umeshakwenda, nilo vizuri kuweza. Cha msingi wewe ingia ndani mapema kabisa, ajipige minyama yako huko, mazingira ya watu

ili asijakagundua ile mipango yetu ambayo tumeipanga. Kwangu mimi itakuwa ni furaha zaidi, na sijui nitamfanyia jambo gani yule mzee, ila wacha tukamuone, tutaelewa ni jambo gani la kufanya ilo. Si sahau kitu kimoja, haitajiki mtu yoyote agundue huu mpango na wala mgundue yule mzee. Mimi nadhani ndio limekwisha, hakuna hata mtu mmoja anaweza kujua ni mipango gani tumeweza kupanga, na venye wanafurahia tu kuona wageni wameweza kuingia, wanajua tu kila mmoja ataweza kujipigia mapasi, lakini raundi hii naweza nikakwambia kwamba itazalidika jitu. <laughs> Wacha tumwone nani atakaekuwa na tamaa, alafu dawa yao tutaonyesha. Ninshala, kuogopa mwezako mpaka saizi aji? Tusubiri, sio na shaka. Acha pupa, atakuja. Sikasema anakuja. Tulia, <coughs> atakuja. <coughs> Sikasema anakuja, atakuja. Habari zenu. Samahani kwa usumbufu, imekaa sana. Hamna shida. Muda umeenda sana, kwa hiyo tunatakiwa tuondoke. Nuko vizuri. Uh, Mada. Bila shaka kwa mwonekano wako itakuwa ni u rafiki zako ni mpate mimi. Kwani kuna shida? Yes, of course. Shida ipo. Inaonekana kama hauko serious na kazi. Ah, mimi na usafi mkubwa na ndo maana nikapewa K7. K7, kuitwa K7 haijalishi, cause unaweza ukaitwa K7 then ikawa nothing, by the way. Asante, umenifurahisha pia. Ila wewe unaonekana kwa sigdi. Sigdi ndio nini? Basi. Sina mashaka na maneno yao. Sawa, huku tunapoenda, tunaenda kwenye kazi na tunakwenda kutengeneza pesa nyingi sana. Kwa hiyo kila kitu mnatakiwa mnisikilize mimi, kwa sababu mimi ndo kaunta wenu. Ingawa kuna wapo ambao wamenizidi, na ndo watu ambao mimi wamenifikisha leo hii iko mbali sawa kwa hiyo signal zote na mambo yote itakuwa na wapa mimi Naelewa vizuri? Ndiyo. Tumeelewana vizuri. na vizuri kuhusu utapata nafasi kubwa sana. Nifuate. Karibu, asante sana. Sio lazima kupiga kelele, kwa sababu kila mmoja anajua uwepo wako hapa, na nataka nikuulize kitu yote kwa yote, vipi, unajua maana tambani? Unataka kuniona mshamba? Ninakuuliza tu, unafahamu? Unaweza kunielezea? Itachukua muda. Okay, basi mi nitakwambia kwa ufupi. Maana tambani, maanake tamba, uone utakapotamba pande za watu, halafu opa ile utakuja kujikuta unapiga saraka siku mia mbili alafu kuna push up tisa zinakusubiri. Tuachane na hapa, kuna vitu vingi sana. Sawa, ipo sidi, lakini ipo ambayo ina bana, lakini sio sidi na ukitaka mambo yetu yale, mpira kunyuka ukiwa napiga nasi, pia zipo vipi? <coughs> <coughs> katika tatu hizo tatu, nataka unajua nini, mimi shughuli yangu sio ndogo. Sasa ukiniletea sidi chakua na muumiza bule. Hmm, mi nataka vitu vyenye maji maji. Hmm, natakipijansi hmm. Amiro yangu nalizika kabisa hapa. <laughs> Hakuna kinachokosekana kwa sababu hii ni kampuni, zote hizo zipo. Hiyo ambayo unakitaka pia kipo, lakini nataka nikupe zaidi ya hicho wewe tu, na natumai utafurahi. Ila yote kwa yote, vipi, mfuko wako unaruhusu hilo? la kuuliza hilo ni swala dogo tu kwangu. mm -hmm, yeah usije ukaya force maji kupanda mlima <tipi> unachukuliaje? kwani <tipi> <tipi> <tipi> <tipi> Kwanza, kabla haujalisikia jina langu likitajatajwa humu ndani, naanza kujitambulisha kwako mimi mwenyewe. Ukisikia K5 K5 humu ndani, ndiyo mimi kwa sababu mambo yangu sio madogo. Yani ukiniona kama chawa fulani hivi, lakini sio chawa. Vitu vyangu ni tap tap tap. Yani kwa hapa hivi wananijua, alafu alichokuambia Kaifo kipo sahihi kabisa, wala hajakudanganya. Amekupitisha sehemu ambazo zile zile Umu ndani hivyo vitu vinapatikana. Karibu, niseme tena asante sana <sighs> Uh, kitu chingine umu ndani hapa, Ebi hapa yupo kijana mmoja, huyo sio mchezo, ana vitu fulani hivyo, ukivipata vinakaa <ehehe> zaidi ya siku tatu kwenye mwili na huu moto uliokuwemo humu ndani ha? Hata kwenda kuadisia utaweza? Ndugu yangu ni sawa, ila mi mwenyewe nina matirio ya kutosha kabisa, kao sina mashaka yoyote. Usijiamini sijekaa, betri lako linakwambia lina chaja asilimia mia moja, kumbe baada ya dakika mbili ukichomoa chaji asilimia zero na piga <laughs> ah, usinichukulie kwa umbo langu labda. Maana ile anasema watu wakinenepa mwili mkubwa nini, lakini hapa moto upo wa kutosha, uhakika, najiamini. Kwa kwa hiyo kitu ulicho, ulichoenda kufuatiwa sio mchezo, utakuja kuambiwa majibu utakayopata. Sasa unasemaje? Au ndo unajiamini? Usikatishe tamaa.

chuma, hicho hapo yuko sawa, ila sio type yangu. Nadhani nilikupa vigezo. Unaona ni vitoto hivi. Ha, ya na kesi kesia. Mi, nilijua una akili lakini kumbe bichwa kubwa ni bichwa na la boksi. Sasa, kama ilikuwa uhitaji au sio vitu vyako. Kwa nini usisubiri aondoke ndipo uongee? Ni kweli boksi, lakini lina akili ndani yake. Kama ni makosa ni ya kwako, kwa sababu vigezo masharti niliyokupa, nilikufahamisha vizuri tu yupi ninahitaji. Unaletea kitoto hichi, sitakuja kuambiwa na baka mimi Hapo hamna kitu. Kama kuna mwingine kaniletee. Sawa, mimi naisi takuwa tujaribu kitu, kwa sababu kila kitu ambacho nakitaka hapa kinapatikana. Kwa hiyo hakuna shida yoyote. Kama vipi naweza kwenda. Sawa. Nen. Hi, asante, ila kama utahitaji huduma yote unaweza ukaniambia. Najua <coughs> anapumua kwenye Ndiyo, ila nimekataa mwenyewe. Kwa hiyo wacha na kushulia mzigo mwingine. Sawa, ila si kwa watoto. Sasa mara hii nakuletea kama teku yao, nahitaji kuona kazi, sio maneno. Relax. <laughs> umesikia yale maneno makali, aliyekuwa namtukana yule msichana, kumbe ni wewe. Kiukweli, matusi uliyomtukana yule msichana yameniuma sana, sababu mimi vile ndio vitu vyangu mimi. umeniumiza sana. We mzee vipi? Halafu kwani umetokea wapi? Hebu niangalie hizi ndio anga zangu mimi. Yaani mpaka wazee mnakuja maeneo haya? Sawa so, ila mimi vitoto kama vile si tip yangu, ila kwa wewe saizi yako kabisa. Kwa sababu ile mimi kama ni uzalishaji tu, mi nahitaji mwanamke mwanamke kweli kweli, hata tukenda kwenye mechi tushindane kweli kweli, si mtoto kama vile, ila kwa wewe na nguvu zenyewe zinaenda ukingoni. Ah, una enjoy ila simi hufiki huko kiasi cha kwamba na mimi baada ya yule msichana na mimi pia uninyambue. <laughs> Unajua, kweli kwa muonekano wako unaonekana ni strong kama vile, uko vizuri lakini yawezekana kabisa kwa kwamba pengine hata mambo kwa ninavyofahamu mimi, mwanamume rijali hachagui, hachagui, hachagui mwanamke, naona mimi vili ndo vitu vyangu udhi sana, sikufichi. Lakini sijui kama wewe ni lijali kweli kweli. Chagua mwanamke na niseme kwamba, kwa mwanamke unayemtaka wewe hapa, sidhani kama utampata. <laughs>